Wale ambayo niko katika kijiji hiki cha mkapunda <coughs> ambako kuna maafa ya kufa watu kulingana na wa wamang'ati. Chanzo kabisa ilikuwa ni wamang'ati kupotelewa na ng'ombe mmoja. Katika kutafuta wamang'ati wamemkuta mkulima wa mmoja akiwa analima dimbeni kwake, walivyomuuliza na kusema mimi sijawaona, waliamua kumpiga akina Maututi baada ya kukuja mama, walivyogumia wamang'ati wakakimbia wa, wakaenda vijana wakamchukua, wakampeleka hospitali. Baada ya hapo wamang'ati sasa, inakuwa wakulima wa, wa walivyopandwa na hasira kuwa, tuwafuate wamang'ati. Kila kando wa mihama, kila kando wa mihama, wamang'ati wanaitana, wamekutana na, na wale, walio kutafuta matokeo yake umezuka ugomvi mkubwa. Wameuliwa watu watano na wengine watatu wako hospitali wamejeruhiwa. Sasa kwa hilo naiomba serikali, kwa, kwa vile chanzo ni, ni wamang'ati, ufugaji wa ng'ombe. Hapa na popote wanapopotelewa ng'ombe wao huhisi kuwa itakuwa hawa raia wa, wanakula ng'ombe zetu, na ndio unapoanzia ugonjwa. Serikali ikuwa naiomba ili kuleta amani, ningefanya kila utaratibu kuhakikisha wamangati hawa wanaondolewa katika maeneo haya. Bila hivyo, kama, kama halitafanyika hilo, raia watakuwa wanakufa kila siku, sababu raia hawa na wamangati wanacho achana. Raia ni wengi, lakini wamangati wapo kidogo. Raia hawa wako kiudini sana, kuua mtu anaogopa kwa Mungu, dhambi, lakini mangati hayuko tayari kuogopa kwa, kwa Mungu. Kwa hiyo ni rahisi kuwaua, hata wangekuwa kumi, yeye yuko mmoja, lakini raia uwezo wa kuua mtu hawana kwa sababu dini sana. Sasa kwa hili naamini kuwa watu serikali itapoteza nguvu kazi. Leo tumepoteza watu watano, kesho kuta tutapoteza wangapi? Serikali ninaiomba ifanye kila linalowezekana, iweze kuwaondoa katika maeneo haya, bila hivyo watu watakufa. Kwa majina naitwa Karafa Jicho Jasa. Mimi ni mzalia wa kijiji cha Mkapunda. Siku tatu nyuma, baada ya ndugu yetu Hasani Mponda kupigwa na Mang'ati wakati ya akiwa dimbeni kwake, wananchi walivyofika pale katika sokata kwa kuandamana, walivomuona Hasani namna alivyomwona, wananchi wakajawa na jaziba katika moyoni mwao na wakanung'unika. Kwa nini walinung'unika? Walinung'unika kwa sababu zifuatazo. Wiki zilizopita nyuma, wiki zilizopita nyuma viongozi wa wilaya walikuja wakaahidi vitu vingi sana kwamba tutakuja kuwafukuza, ikiwemo saa moja alikuwa na karikorogo hapo, tutakuja tutafukuza atatoka. Wamekuja safari ya pili ya tatu lakini utekelezaji wao ulikuwa ni mdogo, hivyo wananchi wakaenda ofisini, ofisi ya kijiji, wakamwambia mwenyekiti, tunakuomba kwa dhamana uliokuwa nayo wewe, kataa kuleta maboksi hapa ya kupigia kura, hatutaki tupige kura kwa njia hii. Hatuwezi tukapiga kura tukamweka kiongozi ambaye hatekelezi maneno yetu, hasimamii maneno yetu. Huyu sio kiongozi. Hatutafuta kiongozi hapa. Bora tukae uchi kuliko kuvaa nguo ambazo zimechanika, hakuna cha kufanya. Hivyo wananchi wenye asirikali, ni kweli tumeongea na hatupindishi maneno. Kama ikiendelea hivi itakuwa hivi, na msituletee maboksi na hiyo mbinu. Hivyo takita mkapunda, asante sana. Napenda kutoa taarifa ya tukio moja la mauaji lililotokea wilaya ya Tunduru kama ifuatavyo: mnamo tarehe moja mwezi wa kumi ishirini na tano majira ya saa saba usiku huko kitongoji cha Likologo kijiji cha Wenje kata ya Narasi Magharibi wilaya ya Tunduru, wananchi watano waliuawa. Wananchi hao ni Mfaume Mashaka Ali miaka sitini na nane, Imani Saidi Abdu miaka hamsini, Abdalla Ali Biashara miaka thelathini na saba, Mipango Mihoroa Mwituta miaka hamsini na nne na Hamis Hussein Shaibu miaka kumi na tatu walikutwa wameuawa katika maeneo tofauti tofauti kwa kukatwa na kuchomwa na vitu vyenye ncha kali sehemu mbalimbali za za mwili. Baada ya taarifa tukio hilo kulipotiwa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, jeshi la polisi lilianza upelelezi na msako mkali wa kuwasaka na kuwabaini wale wote ambao wamehusika na tukio hilo ambapo tarehe moja mwezi wa kumi ishirini na tano tulifanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa kumi na tano ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiupelelezi. Pia tumefanikiwa kukamata vifurushi vya nyama vitano, nyama ya ng'ombe na mkuki na mikuki inayosadikiwa kutumika kwenye tukio hilo. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba tarehe thelathini mwezi wa tisa ishirini ishirini na tano majira saa kumi na moja jioni mwananchi mmoja aitwaye Hassan Mponda Moshi mkazi wa kijiji cha Nakapunda akiwa shambani kwake alishambuliwa na mfugaji ambaye jina lake halijafahamika. Kufuatia tukio hilo, ndipo tarehe moja mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano majira saa saba na nusu usiku wananchi wa kijiji cha Mkapunda na Wenje wapatao mia moja waliwafuata wafugaji kwenye makazi yao huko kitongoji cha Likorogo kijiji cha Wenje, ambapo waliwakuta wafugaji. Lakini wafugaji hao, baada ya kuona idadi kubwa ya hawa uh, wananchi, walikimbia na kuacha mifugo yao. Ndipo wananchi hao walifungulia ng'ombe katika zizi na kuanza kuzikatakata na baadaye walichuna uh, ng'ombe hao na kuchukua nyama na kuanza kurudi kijijini. Wakati wananchi hao wakiwa wanarudi nyumbani na mizigo ya nyama, ghafla walijikuta wakiwa wamezingirwa na wafugaji kisha kuanza kushambuliwa kwa mikuki, mapanga na, na kupelekea vifo vya watu watano na kusababisha majeruhi watatu ambao ni jana Saidi Athmani miaka arobaini na sita, Alifa Salum Mbahu miaka arobaini na tisa, Mahala Rajabu Mahala miaka hamsini na sita. Majeruhi wamelazwa katika hospitali ya Misheni Mbesa wakiendelea na matibabu. na, amelemu, na ile mili ya marehemu ifanyiwe uchunguzi na kukabidhiwa kwa ndugu kwa taratibu za mazishi. Tunaendelea na operesheni kali katika wilaya ya Tunduru na upelelezi wa tukio hilo na mengine yote yatakayotokea kwa kipindi hiki chote, hili tukio limetokea, na tunaendelea kuwasaka wale wote ambao wamehusika na tukio hilo, na watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Natoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma na hususani wananchi wa wilaya ya Tunduru, wacha mara moja tabia na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi.